Je, umewahi kujihisi kuchanganyikiwa kati ya hisia zako na mtu fulani? Hebu tuwe wawazi, si kila hisia inayokufanya utamani mtu ni ishara ya upendo wa kweli au mwongozo wa Mungu. Kuna ishara za kimsingi ambazo zinaonyesha kwamba hisia zako ni za tamaa ya kimwili tu, si za kiroho. Ukitambua mapema, unaweza kuepuka maumivu yasiyo lazima na kufanya maamuzi ya kimu.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 Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie. Ukiziona ishara hizi tano, tambua hisia zako juu ya mtu huyo ni za tamaa ya mwili na sio za kimungu. Namba moja, zinakupeleka dhambini na sio karibu na Mungu. Mawazo yako yamejaa tamaa za kimwili pekee, unakuwa unafikiria mambo ya kimwili zaidi kuliko ya kiroho. Ukiona ishara hii ya kwanza Ukiona hisia zako zinakupeleka kupeleka dhambini na sio karibu na Mungu, basi tambua hisia hizo ni tama tama za tamaa ya kimwili na sio ya kimungu. Kwa hiyo, mawazo yako, ukiona mawazo yako yamejaa tamaa za kimwili tu, unakuwa unafikiria mambo ya kimwili zaidi ya, ya, zaidi kuliko ya kiroho, basi tambua hisia zako ni za kimwili na sio za kimungu. Unakuwa unafikiria tu tamaa, unakuwa unafikiria tu kufanya mapenzi, unakuwa unafikiria tu tamaa za kimwili kuliko kuliko kufikiria mambo ya kimungu mambo ya kiroho zaidi, basi tambua hisia hizo ni za tamaa ya mwili na sio za kimungu. Kwa hiyo ukiona ishara hii ya kwanza, ukiona hisia zako zinakupeleka kupeleka dhambi na sio karibu na Mungu, basi tambua hisia hizo ni za tamaa na sio za kimungu. Lakini ishara namba mbili, ambayo inaonyesha hisia zako juu ya mtu huyo ni za tamaa ya mwili na sio ya kimungu hisia hizo juu ya mtu huyo zinakuwa hazina subira au uvumilivu. Unakuwa unahisi lazima jambo lifanyike sasa, hata bila mpango au baraka za Mungu. Hii ni tabia ya tamaa na sio uvumilivu. Kwa hiyo ukiona ishara hii ya pili, ukiona hisia hizo juu ya mtu huyo zinakuwa hazina subira au uvumilivu, unakuwa unahisi lazima jambo lifanyike sasa, hata bila mpango au taratibu wa kimungu, basi tambua hisia hizo ni tamaa ya kimwili na sio za kimungu. Lakini ishara namba tatu, hisia hizo zinakufanya uwe mbali na Mungu. Badala ya kujikuta huko karibu na Mungu, unajikuta uko mbali naye na unakuwa huwezi kuomba wala kusoma neno la Mungu. Yani, zile hisia zinakufanya badala uwe karibu na Mungu, unajikuta hisia hizo zinakufanya uwe mbali na Mungu, tambua hisia hizo ni tamaa ya kimwili na sio ya Mungu. Tambua hisia hizo ni za tamaa ya mwili na sio za kimungu. Kwa hiyo hisia ambazo zinakufanya uwe mbali na Mungu, zinakupeleka mbali na Mungu, hizo ni hisia za tamaa ya mwili. Kwa ukijiona uh, ukijiona umeanza kuingia kwenye mahusiano na mtu fulani umeanza kuwa na hisia hisia uh, na mtu fulani, lakini unashangaa hisia hizo zinakufanya uwe mbali na Mungu na sio karibu na Mungu, basi tambua hisia hizo ni tamaa ya mwili na sio Mungu. Lakini uh, ishara namba nne ambayo inaonyesha kuwa hisia zako juu ya mtu huyo ni za tamaa ya mwili na sio za Mungu unakosa kabisa amani ndani ya moyo wako unapohusiana na mtu huyo kwa mawazo au maamuzi. Uh, unajikuta moyo wako unakosa amani na kuwa na wasiwasi na wasi, pamoja na mashaka. Yani unakosa kabisa amani ndani ya moyo wako unapohusiana na mtu huyo kwa mawazo au maamuzi, unajikuta moyo wako unakosa amani kabisa. Kwa ukiona ishara hii, basi utakutambue, uh, hisia juu ya mtu huyo ni za tamaa ya lakini pia namba tano, hisia hizo zinakuwa zinaegemea zaidi mwonekano au mali. Yani, hisia hizo zinakuwa zinaegemea zaidi mwonekano au mali. Kwa hiyo ukiona ishara hii, basi tambua hiyo ni tamaa za kimwili na sio Mungu. Kwa hiyo hizi ni ishara tano ambazo ukiziona, basi utambue unatakiwa utambue hisia zako juu ya mtu huyo ni za tamaa ya mwili na sio ya kimungu. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama bado hujasubscribe basi hakikisha una subscribe na kupenda sana. Nikutakie wakati mwema.